Majina yanaitwa Kanali Mathias Julius Kahabi vikuwa wilaya Ngara. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, ametuamsha salama siku ya leo tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku muhimu ya kupiga kura kwa nchi nzima. Niwaombe na kuwasihi wananchi wa wilaya Ngara wajitokeze kwa wingi. Hali ya usalama ni nzuri, ni mimi mwenyewe nawahakikishia hivyo kama mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya, hali ni shwari, pamoja na hali ya hewa kuwa ya mvua mvua kidogo, lakini isiwe kikwali. Nawaomba sana wajitokeze kwa wingi, karibuni sana. Kwa majina naitwa Benati Patrick, mkazi wa Ngara mjini. Ah, hali ya uchaguzi naona iko vizuri, ulinzi uko vizuri, kuu ninaamini uchaguzi utaenda vizuri. Nawahamasisha na tu waje wapige kura. Mjumbe wangu wa mwisho wangu wa mwisho, uh, ni, ni uchaguzi tu, watu wachague viongozi wetu. Mimi matoni majina ni Shabani. <coughs> Nikushukuru sana kwa kuweza kukutana nami kama e, tunavyoona kwa sasa hivi. Kwanza swala la kupigaji kura nimepokea vizuri, na nawaomba wananchi wenzangu waweze kufika kupiga kura. Hali ya wizi anasema iko shwari kuna mua wala hakuna shida yoyote. Kuna waombe wananchi wote wajitahidi, wafike, wapige kura, waondoke watimiza haki yao ya wakati huu, labda tu kwa sababu kwa sahivi kumetokea kahali kahewa kambua, lakini ni waombe tu wajitahidi, hali ya hewa ni nzuri, waje wafike kwenye kituo wapige kura na wawezi ku, kuendea na shughuli zao baada ya kua